doto mbali mbalimbali za watu na, ama, leo tumekusudia kujibu sehemu ya komenti ambazo zinapatikana huko YouTube muda mrefu sana kutokana na hali zetu za kiuchumi, lakini pia mambo mengine ya maisha yanayoingia katikati yakafanya hatupatikani kwa wakati YouTube. Sasa inshallah kila tutakaupata wasa tutakuwa tunajibu hizi komenti zenu kwa njia mbalimbali na leo tumechagua kujibu maswali yaliyoulizwa kutokana na pete. Pete huwa ina maanisha nini hasa katika usingizi? Yani, mtu akilala usingizini kisha akaona ndoto nini hasa hii itakuwa ina ashiria? Ndilo tutakalo kwenda tumalokena... na uh... Tumeona komenti nyingi zikiwa zinauliza kuhusu ndoto na hasa ndoto, wanauliza mtu, je, ukiona ndoto imevunjika mkononi mwako, je, hii hasa itakuwa inaashiria kitu gani? Aa, ndoto hii ya pete kukatika. E, hili swali ameuliza Piska. Priska, suali lako ilitokea mtu mmoja kumuuliza Sheikh Muhammad bin Sirina, Allah amrehemu. Tumeona kwenye kitabu chake, miongoni mwa vitabu maarufu vinavyozungumzia falsafa hii ya ndoto, anna rajulan atabna siri. Sirin, kwamba kuna mtu alimwendea Ibn Sirin fakala akasema, raaitu ka anna hata nkasar, nimeona kana kwamba pete yangu imevunjika nini hii itakuwa inaashiria? Ile bwana alijibiwa, in sadaqat ruyaka eh, in sadaqat ruyaka, kama itasema kweli ndoto yako, ikisema kweli talaqta mraatak, wewe utamwacha mke wako. Basi huyu bwana huyu inasema kwamba falam yamdi ila thalathat ayamin hata talaqaha, hazikupita isipokuwa siku tatu tu mpaka akamwacha mke wake. Hivyo ndoto ya kukatika kwa pete hii huashiria kuvunjika mahusiano ama aa, kupeana talaka, kuachana baina ya mume na mke. Kwa hivyo, Priska kama umeolewa, ndoto yako itakuwa inajihusisha moja kwa moja kwamba wewe aa, utakuwa unaenda kuachana na mwenza wako, na hili litufanye kufahamu kwamba tafsiri miongoni mwa tafsiri za pete huwa ni mwanamke au mwanamume wakati mwingine, au mahusiano, na athari itakayopatikana katika pete basi ndio kitakachokwenda kutokea katika mahusiano au ndoa hiyo. Na nimeona Imam Nablis ameongea mengi kuhusu ndoto hii ya pete, uh, akasema kwamba ndoto uh, ni utawala na mke na mtoto eh. Na akasema kujulisha pia biti wa kazi au mali ama, yule ambaye ataona amekuwa na pete tokano na dhahabu, basi na akawa yeye ni mjamzito, basi atazaa mtoto wa kiume, na ikiwa ni kutokana na dhahabu eh, alafu mwanamke huyu ikawa ni mjamzito, afahamu kwamba atakwenda kuzaa mtoto wa kiume. Kwa, kwa hivyo nimejibu maswali mawili, swali moja la Priska, moja la Jenifa. Jenifa aa, umeuliza mjamzito kuona akiwa ana pete ya dhahabu. Hili ni swali la pili katika maswali niliyoulizwa. Aya, ndugu yangu Ishaka, Ishaka ibnu Ismail, eh, Kitemwe, wewe umeuliza, mimi nimeona pete yangu ikiwa eh, imevuka, ni nini hasa hii? Uh, kama ni mwajiriwa, kama wewe umeajiriwa, basi ndoto yako inaweza ikajulisha moja kwa moja kwamba eh, eh, kazi yako inaweza ikawa matatani kwa sababu ya pete kuwa na maana ya cheo pia. Ha, ni hivyo, pete huwa na maana ya cheo au wadhifa wa mtu sehemu fulani. Lakini mtu ambaye atakuwa ni azm, mtu ambaye hajaingia kwenye ndoa akiwa ameona amevaa pete, basi mtu huyu ataingia katika ndoa, e, au utoshelezekaji au utoshelezekaji kutokana na shida alizokuwa nazo na huja akamua mwanamke bikira kwa sababu ya dalili zinazopatikana katika, katika hadithi mbalimbali zinazoashiria au kumuonyesha uh, au kuionyesha pete kuwa na maana ya bikira baadhi ya nyakati. Uh, maana ni nyingi sana zinazogusa pete, maana ni nyingi sana zinazogusa pete. Uh, huja akajulisha kufanya kazi wa kiume au mtoto eh, mwanamume au umiliki wa kitu. Ni biashara nzuri kuona pete katika ndoto, ni biashara nzuri. Nimezungumza huko nyuma katika uh, topic zilizopita eh, kwenye clip za nyuma huko nimezungumza kuhusu pete, unaweza mkafanya marejeo huko mukaenda kuona ni nini hasa pete huwa ina ashiria uh. Mpaka hapa nimkaribisha gie tena nani maalim Jafar Mtavasi. Uh, kwenye kipindi ambacho kitafuata, tutaendelea kujibu sehemu ya comment zenu, tutaendelea kujibu sehemu ya comment zenu uh, katika mambo ya hapa na pale, kwa sababu kuzifuatilia comment zote zilizoulizwa za nyuma sana inakuwa mtihani. Kwa hiyo tutakuwa tunajibu kupitia hizi eh, video na pia tutakuwa tunajibu komenti zenu kwa maandishi kama tulivyokuwa tukifanya hapo mwanzo, lakini hali imetulazimisha kupotea kidogo. Kwa hivyo tunaomba mtuchangie kama mnapata chochote, Mwenyezi Mungu anawaruzuku tuboreshe darasa zetu hapa. Lakini pia nikwambia, uwe na tabia ya kuangalia ndoto, tafsiri zake kabla ya kuota hivyo. Jenga tabia ya kutembelea kwenye chaneli eh, unasoma kuhusu tafsiri za ndoto mbalimbali. Ikitokea siku umeona, basi unafahamu kwamba ala, hili maana yake ni hii, alafu unachukua hatua sasa, kuliko kusubiri wote halafu ndio uende uka- ukatafuta tafsiri. Sioni kama ni nzuri sana na Watanzania wengi wameathirika na kutokupenda kusoma vitabu wameathirika na kutokupenda kusoma vitabu au kutafuta elimu kabla ya jambo kutokea hii ni jambo baya sana. Aa, na sio watanzania tu, wengi sehemu ya Waafrika tumekuwa hivyo. Sasa tubadilishe tabia, kwani ni vizuri vizuri vizuri tukielekea katika elimu. Na ukitaka kumficha elimu mwafrika mara nyingi asiyejitambua kabisa, basi itie katika maandishi, huo wanadharau watu wengi sana e, ambao hawajaelimika sana Tuelimike, tuingie katika darasa eh, tuingie katika majambo. Tumeona leo ndoa nyingi huwa hazidumu, vurugu chungu mzima. Kwa nini? Vijana wengi hawana elimu ya ndoa, vijana wengi hawana mazoea ya kusoma vitabu vinavyotoa maelekezo juu ya masala ya ndoa. Vitabu vingi umetunga eh, vitabu vingi vimetungwa na waandishi mbalimbali vikielezea kuhusu eh, ndoa na majambo mbalimbali yanayowahusu wana ndoa lakini, kwa vile tumepuuzia eh, elimu tumepuuzia kusomaji wa vitabu mara kwa mara, tumekuwa hatuboreshi majambo hatuboreshi majambo katika ndoa zetu, hasa hili jambo limekuwa na mtihani mkubwa sana. Mwenyezi Mungu atujalie tu wenye kuona mazuri na kuyafuata na kusikia mambo mema na kuyaelewa, na Mwenyezi Mungu atujalie pein hayo na pia kufahamu baya na kuliacha kulisikia na kuliepuka kabisa.